Yes. What's good, my people? Asante na karibu sana katika channel ya Mapro TV kupata zile updates mbalimbali za michezo burudani, ma interviews mbalimbali, lakini pia bila kusahau matukio kadha wa kadha ambayo yanazidi kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kuombe wewe mwanafamilia wa Mapro TV ambaye bado haujiunga nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe on time, pokea taarifa mbalimbali tunapo upload video zetu na kuwekwa hapa kila siku. the King Sound, the best presenter in TZ. Na kwa sasa nakuletea hii hapa Breaking news kabisa katika upande wa entertainment. Na hii bwana, inamhusisha CEO wa Lebo King's Music ambaye pia ni raisi wa Crown Media Group, uh, Ali Salehe Kiba almaarufu kama King Kiba. Bwana Fauma Bongo Forever. Alikiba bwana, siku ya jana aliweza kuposti uh, picha kadhaa zikimuonyesha yupo kule nchini Uturuki ambako ameenda kwa ajili ya business zake mwenyewe, kama unafahamu kwamba Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa na uwanda mpana sana katika masuala mazima ya kibiashara, hususan biashara za muziki, lakini pia biashara hizi ambazo uh, kwa sasa amezifungua zinazohusiana na masuala mazima ya media so repost uh, picha na kuonesha kwamba yupo nchini Uturuki. Lakini jana hiyo hiyo bwana, katika posti zake kuna maneno ambayo amekuwa akiatumia katika caption uh, ambayo you know, inaonekana pengine uh, ni baadhi ya maneno ambayo yapo katika wimbo wake mpya ambao anaotarajia utoa varasoni kwa sababu kama ulipita katika YouTube channel yake siku ya jana, utaona kuna teaser fulani fupi ameiweka, ambayo ameandika ubuyu uh, tiza na ukiangalia okay, ama kuifuatilia ile uh, tiza utagundua kwamba ni kipande cha wimbo ambao bado haujaachiwa rasmi, so inawezekana uh, Alikiba yuko nchini Uturuki kwa sasa kwa ajili ya kufanya project hiyo, kwa maana ya kushoot video ya wimbo huo mpya, ama pengine ni business zingine. Lakini ameposti picha kadhaa ambazo zinaonyesha ni design fulani, yupo kama location. Ukiangalia okay, vizuri hizi picha utagundua ni kama location ama seti ambayo uh, anatarajia pengine kushuti jambo fulani. So inawezekana ukikonekti doti kuangalia hizi posti zake na ile teaser ambayo ametizi kule uh, YouTube utagundua kwamba pengine hii ni video ya wimbo wake mpya ambao unajulikana kama Uboyo. So unatakiwa uendelee kuungana nasi, stay tuned hapa ndani ya Mapro TV ili tukuletee updates zote, na kama ni wimbo mpya basi tutakufahamisha kupitia channel yako pendo ya Mapro TV, ama kama ni kitu kingine chochote ambacho kinamhusu mfumo wa Bongo Fleva Alikiba, hata sita kuku Uh, kukuambia ili uweze kupata uh, kwa undani zaidi nini kinaendelea, hakikisha uh, comment, comment section, ila usahau ku subscribe ku like na ku share video zetu, ili na wengine pia wapate nafasi ya kuja kutazama. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuaga bb, bye bye.